Naitwa Edith Shekidele, ni wakili wa serikali kutoka wizara ya katiba na sheria na tupo katika viwanja vya Maturubai wilaya Temeke, Bagala, ya Temeke Mbagala kwa ajili ya kampeni ya msaada wa kisheria Mama Samia ambayo ilizinduliwa rasmi katika mkoa wa Dar es Salaam na mgeni rasmi alikuwa ni Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na tulipata mwitikio mkubwa sana wa wananchi, ambapo takribani au zaidi ya wananchi laki moja wameweza kushiriki katika shughuli za uzinduzi, lakini pia wananchi wameweza kutembelea katika mabanda yetu kwa ajili ya huduma mbalimbali mbali, ambazo zinatolewa ambazo zilianza kutolewa rasmi jana na zitaendelea kutolewa katika kipindi hiki cha utekelezaji wa kampeni katika mkoa wa Dar es Salaam. Wizara imejipanga kikamilifu. Tunazo timu zetu ambazo zinapita katika kila halmashauri, ambapo tutafikia katika kila halmashauri kata kumi pamoja na mitaa thelathini. Na timu hizi zimebeba wataalamu mbalimbali. Tunao wanasheria, tunao mawakili wa serikali, lakini tunao mawakili wa kujitegemea tunao maafisa dawati wetu wa msaada wa kisheria, tunao maafisa ustawi, tunao maafisa maendeleo jam, ya jamii ambao ndio wasajili wetu wa msaada wa kisheria, tunao maafisa ardhi ambao wanashughulikia migogoro. Maafisa ardhi hao wanaotoka halmashauri, lakini pia wanaotoka ofisi ya kamishna wa ardhi. Kwao tumejipanga kikamilifu katika viwanja vya Maturubai, tunao tunazo tunao Wizara ya Katiba na Sheria, lakini pia tuna taasisi za serikali ikiwepo Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali, Tume ya Haki za Binadamu, Tume ya Kurekebisha Sheria, Ofisi ya Wakili Mkuu wa Serikali, lakini tunao pia Ofisi ya Taifa ya Mashtaka. Tunaotoa huduma za msaada wa kisheria mashirika yakiwemo WiLDAF, TAWLA, WiLAC, kituo cha haki cha Legal and Human Rights Center tunao pia lakini pia tunavyo vyuo chuo kikuu cha Dar es Salaam college ya sheria, nao wapo wanatoa huduma za msaada wa kisheria, lakini zaidi sana pia tunao law school, nao wanatoa huduma za msaada wa kisheria vile vile. Kuanzia kesho tutapata huduma pia za BRELA masuala mazima ya usajili wa makampuni, huduma hiyo itakuwa ikitolewa papo kwa papo lakini pia ipo huduma ya Wizara ya Ardhi ambapo ni ya papo kwa papo, wale wanaohitaji vyeti kuhusiana na hati, taratibu nzima za kupata hati mpaka waweze kupata hati zao. Wenzetu wameweka banda lao na wamejipanga kisawasawa. Lakini pia kuanzia kesho, tunatangazia wananchi wote kwamba Rita watakuwa nao wanatoa huduma za papo kwa papo, vyeti vya kuzaliwa vitatolewa papo kwa papo. Kwa huduma nyingi zilizoko hapa ni za papo kwa papo. Tunawalika wananchi waweze kunufaika. Tupo hapa kuanzia tarehe 16 Juni hii 25 hadi tarehe 25 Juni kwa ajili ya kuwahudumia tu wananchi kuhakikisha kwamba wanatatuliwa changamoto zao, lakini pia wale wenye wanaohitaji vyeti vya kuzaliwa, vyeti vya kifo, wosia kuandikiwa wosia pia wanapata huduma hiyo pamoja na masuala mazima ya upatikanaji wa hati, hivyo tumejipanga.